Naitwa Shabani Rashidi ni diwani wa kata ya Bakoba. Leo tumeamua sisi kama viongozi wa kata, mimi pamoja na kamati yangu ya wa maendeleo ya kata ya Bakoba, kualika viongozi wa dini wanaopatikana ndani ya kata yetu, kualika wazee wetu kwa uwakilishi wao, lakini pia na viongozi wetu wa chama ambao ndio wasimamizi wa ilani tumefika hapa bandarini kuona maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa ambapo serikali yetu chini ya mheshimiwa rais imeleta hapa bandari ya Bukoba bilioni 19.5. Kwa nini tumeona e, tuwalete ndugu zetu hawa makundi haya niliyoyataja, e, tunasherekea miaka minne ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, ambaye katika miaka minne hii amefanya kazi kubwa sana katika nchi yetu, na tumeona katika maeneo tofauti namna ambavyo wanasherehekea miaka hii minne kwa kusemea mambo makubwa yaliyofanyika ndani ya nchi yetu. Na sisi Bakoba tumeona tunalo la kujivunia, ambalo ni mradi mkubwa unaotekelezwa ndani ya kata yetu Bakoba, ambapo maboresho haya ya bandari kwa ajili ya mapokezi ya meli kubwa na ya kisasa kabisa MV Mwanza hapa kazi tu. Sasa e, tumeona makundi haya ya wazee na viongozi wa dini wafike hapa wajionee kwa macho yao, ili sasa wanapokwenda kuzungumza na wananchi wengine waone kazi kubwa inayoendelea hapa, waone kazi kubwa inayofanyika hapa, waone kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameifanya katika nchi yetu, katika mkoa wetu, lakini kipekee ndani ya kata yetu. Ujio wa ukarabati wa bandari hii umekuja na fursa nyingi kwa vijana wetu. Kwa nyakati tofauti, tangu mwaka 2023 tulipopokea mradi huu, tuliitisha mkutano na tukawaeleza wananchi nini kinakuja kufanyika hapa. Kwa hiyo tukaomba vijana wajitokeze kwa fursa zitakazojitokeza, na niwapongeze wale vijana wote waliojitokeza, na kwa kweli wamefanya kazi nzuri sana. Ni imani yetu, yapo mambo wamejifunza kwa kipindi cha miaka yote miwili. Kwa hiyo baada ya mradi huu tutapata faida kubwa sana za kijamii, lakini za kimaendeleo pia. Kwa hiyo sasa ndani, e, ya kata yetu sio tu mradi huu, ipo miradi mingine ambayo Mheshimiwa Rais wetu amefanya. Ukiangalia katika elimu e, ametufatia fedha nyingi sana, tumekarabati shule zetu, tumeongeza vyumba vya madarasa. Kwa mfano, shule ya msingi Bunena alipatia milioni 100 tukaikarabati kisasa kabisa. Shule ya msingi Buyekera katuletea fedha kwa nyakati tofauti, ndani ya miaka minne tumejenga zaidi ya vyumba vinane vya madarasa, sasa hivi wanafunzi wanakaa vizuri. Tunayo sekondari yetu ya Bakoba, Mheshimiwa Rais tumejenga zaidi ya vyumba tisa vya madarasa, ambapo imeondoa kero. Siku za nyuma tulikuwa tukiwachangisha wananchi kwa ajili ya kuongeza miundombinu ya madarasa, lakini sasa hivi tunasherehekea e, wananchi wamepata auheni. Sasa kwa kipekee kwa uwakilishi wake, ndio maana sasa tumeona ni vyema tuwalete wazee wetu, na wamefika hapo, wamefurahishwa sana na mradi huu. Huwa wanapita wanaona, lakini hawajui nini kinaendelea huku ndani. Kwa hiyo, wamezungushwa wameoneshwa, mambo tofauti tofauti yanayofanyika hapa, wameelewa mradi huu na wameridhika na kazi nzuri ambayo inafanyika. Sisi tuwapongeze sana eh, wakandarasi, wasimamizi wote, lakini pia tuwapongeze viongozi wetu tukianza na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa, wa, wa Kagera Haja Fatuma Mwasa kwa usimamizi wake mzuri, na amekuwa akifika hapa mara kwa mara kujionea nini kinaendelea kuangalia maendeleo ya mradi huu, pamoja na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Erasto Sima ambao wote kwa kweli wanatupa ushirikiano mzuri sana. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini, baada ya kutembelea mradi huu na kuridhishwa na kinachoendelea, wametia baraka zao, wameomba dua na mashehe kumuombea mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuombea mradi huu ili ukamilike kwa salama kabisa, ili sasa e, majukumu mengine yaweze kuendelea kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, mkoa wetu, wilaya yetu na kata yetu. Tulipata ujio wa bandari hii, wametujengea gati mbili kwa ajili ya e, boti zetu zinazotoka visiwani. Sisi kata yetu imepakana na ziwa, kwa maana shughuli kubwa zinazofanyika hapa ni shughuli za uvuvi lakini pia shughuli za usafirishaji majini. Ukiachana na meli, zipo boti zinazosafirisha wananchi kutoka hapa eh, custom, kwenda visiwani. Kwa hiyo wametujengea gati mbili, lakini sasa kupitia manispaa yetu na sisi tumeamua kujiongeza katika kuongeza vyanzo vipya vya mapato, tunakwenda kujenga soko la dagaa ambao itakuwa nafahamika kama soko la dagaa litakalopatikana nje tu ya bandari, kwa maana moja pia kuunga mkono kupendezesha mazingira ya nje, lakini pili kutoa fursa kwa wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika maeneo hayo, ili liwepo soko la uhakika kabisa ambalo watakuwa wakifanya biashara, wakiuza e, bidhaa zao za dagaa pamoja na jamii za samaki na bidhaa nyingine zote. Kwa hiyo na sisi kama halmashauri hilo tumejiandaa e, kikubwa. E, ndugu zetu wa kandarasi wametuhakikishia wa kwamba mradi mpaka sasa umefikia asilimia 92 na asilimia nane ni kazi ndogo sana zimebaki za kawaida kabisa zitakamilika ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo ni mategemeo yetu mwezi ujao, mwezi wa nne, kazi hii itakuwa imekamilika. Na ukiangalia ratiba za meli, ndugu zetu watashiku wanatueleza mwezi wa tano wanatarajia hapa shughuli za bandari, hususan ujio wa meli mpya kubwa ya kisasa hivi. Mwanza hapa kazi tu imefika. Kwa hiyo ni mambo yanayokwenda sambamba. Kwa hiyo tumewahimiza kwamba waendelee na jitihada hizo ambazo wanazifanya na kama wataona basi e, siku thelathini au mwezi mmoja ni mfupi, basi wafanye kazi usiku na mchana, kama ambavyo huko nyuma wamekuwa wakifanya. Kwa sisi ni mategemeo yetu kwa muda uliobaki, shughuli hizi zitakamilika na bandari hii iweze kuzinduliwa ili ianze kazi, wananchi wapate fursa ya kufanya shughuli, kufanya biashara na... mradi wetu ni mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 19.5 na utekelezaji tulianza tarehe ishirini mwezi wa kwanza mwaka 2023. Maboresho makubwa ambayo tumeyafanya kwenye bandari yetu ya Bukoba, kwanza kabisa ni uboreshaji wa magati mawili ambayo tumeyaona pale nje, lakini pia tumejenga kizuizi cha upepo chenye urefu wa mita 123 lakini pia tumejenga gati jipya lenye uwezo wa kushusha magari, taalamu tunaita robeth lakini pia tumejenga jengo jipya la abiria ambalo tumeliona hapo nyuma lenye uwezo wa kuchukua abiria mia tatu kumi na tatu lakini pia tumejenga magati mawili kwa ajili ya kuhudumia boti zetu zinazokwenda visiwani na pia tumejenga maegesho mawili ya magari lenye uwezo wa kuchukua magari kati ya 60 mpaka 80 kutegemea na aina ya magari yatakaopaka wakati mmoja lakini mwisho kabisa tumeboresha mfumo wa umeme pamoja na miundombinu ya maji kwenye bandari yetu ya Bukoba. K, kwa kifupi hayo ndio maboresho makubwa ambayo tumeyafanya kwenye bandari yetu ya Bukoba. Mpaka sasa mradi wetu umefikia asilimia tisini na mbili na tunatarajia utakamilika mwezi wa 4 mwishoni mwaka 2025. kwa hiyo kwa kifupi hiyo ndio picha ya maboresho yaliyofanyika. E, agano letu kati ya Chama cha Mapinduzi na, na serikali yake umetimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi, umefanya kazi vizuri sana kwa hiyo mwenye macho mbili. Kwa kweli niwapongeze tena kwamba nyinyi ni e, wanasema wanawake washoka, sasa sisi tunasema sisi nyinyi ni wanaume washoka e, maanake kama, kama watu wengine wataiga mifano yenu ambayo mmeonyesha hapa ya kufanya kazi kwa uadilifu. Ah, itakuwa ni jambo jema sana katika nchi yetu Tanzania kwamba tusiwe tunawabeza vijana wetu ambao wamesoma kwenye vyuo wamemaliza, lakini wakirudi hapa Tanzania wakiajiriwa wanafanya kazi nzuri sana ambayo ina ina tu encourage, yani, inatupa moyo na inakuwa ni modern. Hata watu wakitoka nje wakija, wataona kweli hawa si wa Tanzania. Labda wameemploy foreigners ambao wamekuja kufanya kazi hii, kumbe ni wa Tanzania. Na hiyo nimalizie kwa kusema hongera. Baada ya kusema hayo, nasema kwa niaba ya wazee tunashukuru. Nasema kwamba hiyo asilimia tisini na mbili iliyobaki, naona asilimia kubwa mmeshamaliza. Imebaki asilimia ndogo, lakini nilikuwa naona, ah, mavyuma mengi yanakaa nikiangalia, lakini nikaona, ah, kweli hii katika hii asilimia nane iliyobaki kweli watamaliza, lakini kwa moyo mliotupa na kutueleza kwamba inaonekana kwamba iliyobaki ni kazi ndogo, kazi kubwa mmeshamaliza. Mheshimiwa, nasema hongera na nasema asante sana.